Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa serikali ya Iran kufuatia vifo vya waandamanaji vilivyoripotiwa katika maandamano makubwa yanayoendelea nchini humo, akisema wazi kuwa Marekani haitakaa kimya endapo raia wa Iran wataendelea kuuawa kwa madai ya kudai haki zao. Kupitia ujumbe wake rasmi, Rais Trump amesema kuwa iwapo serikali ya Iran itaendelea kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji wa amani basi Marekani ipo tayari kuchukua hatua za kuwalinda raia hao. Kauli hii imeibua taaruki kubwa katika nyanja za siasa za kimataifa, hasa ikizingatiwa historia ya mvutano wa muda mrefu kati ya Tehran na Washington. Maandamano nchini Iran yalianza kutokana na hali mbaya ya kiuchumi, kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo, kupanda kwa gharama za maisha, pamoja na ukosefu wa ajira. Hali hiyo imesababisha wananchi kujitokeza mitaani katika miji mbalimbali wakidai mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi, hali iliyokumbana na nguvu kutoka vyombo vya usalama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mashirika ya haki za binadamu, watu kadhaa wameripotiwa kupoteza maisha huku mamia wakijeruhiwa, jambo ambalo limechochea hasila za kimataifa na kulazimisha mataifa makubwa kuanza kutoa matamko ya kulaani matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Serikali ya Iran imejibu kauli ya Rais Donald Trump kwa rugha kali ikisema kwamba Marekani haina haki ya kuingilia masuala masuala ya ndani ya Iran na kuonya kuwa hatua yoyote ya kijeshi itachukuliwa kama uchokozi wa moja kwa moja. Viongozi wa Iran pia wametishia kulenga maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati endapo mvutano huo utaendelea kuongezeka. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kauli ya Donald Trump inaongeza hatari ya mzozo mpana zaidi, hasa wakati huu ambapo Mashariki ya Kati tayari inakabiliwa na, na migogoro mingine ya kikanda. Hata hivyo, wengine wanaona kauli hii kama shinikizo la kidiplomasia linalolenga kuilazimisha Iran kupunguza ukandamizaji dhidi ya raia wake. Hadi sasa, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa ukaribu hali ya usalama nchini Iran, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa pande zote mbili kujizuia na kuheshimu haki za binadamu ili kuepusha hali hiyo kugeuka kuwa mgogoro mkubwa wa kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.